Aise, kuna muda nakuwa najiuliza Watanzania liwaroga sijui ni mtu gani, naelewa alafu nyinyi vijana wa UVCCM mnaokuja kushambulia kwenye peji za mtu, eti Bi Msumi yuko si yuko hai sijui nini nini, mnakuja na makome. Sikilizeni niwaambie kitu kimoja tu, kweli Bi Msumi afya yake, na nyinyi mnajua ukweli, haipo sawa na kingine mnatumia nguvu nyingi nyingi sana kuni prove wrong, lakini mda utakuja kuongea na about mtu aliyefariki. Mtu aliyefariki, mimi si niliwambia Bimsumi hali yake kiafya sio nzuri. Aliyefariki, ambaye alifariki ni msaidizi wa usalama wa taifa, ambao ni sijui ndo mnasema mkuu yule mkuu wa usalama wa taifa msaidizi wake, ambao bimsumi ndo alimteua ni mzanzibari fulani hivi na nielewa, ambaye naye alienda hospitali kamalizo huko huko hospitali kwa sababu zao. Lakini I'm happy because yule alishiriki kuwa watu wengi na ni mzanzibari mwenzie. Kwa hiyo acho afiekane huko huko watajua na wenyewe. Kingine cha pili, guys, ebu kueni na akili. Mimi sioni hata hiyo nguvu yao UVCCM, sijui watu gani, watu wa serikali hata wa CCM wenyewe, kuwa mnakuja ku comment zake mnamsupport Bimsumi, mnamsupport kwa yapi? Leo hii Tanzania mna muda gani? hamna hata maji, bomba zenu hazitoi maji, mpaka zimetoka kutu. Tanzania, Dar es Salaam, sijui wapi na wapi na wapi, mna muda gani maji hayatoki. Sasa hebu niambie, serikali ambayo inajali raia wao wananunua maji kwao, wawakozi kwa sababu wanahela, vipi yule raia ambaye wa kipato cha chini maskini anaishije? Hakuna maji, na kile msichokijua kuna watumishi wafanyakazi wa serikali ambao sasa hivi, nenda mwezi wa nne hawajapata mshahara mwezi wa hawajapata mshahara wapo serikalini, na huu mwezi ndo kabisa, msahau, hakuna mfanyakazi yoyote wa serikali mwezi huu atakayepata mshahara, hayupo, hayupo hata huyu, hata mmoja hayupo. Amfanya kazi yote wa serikali ambaye mwezi huu atapata mshahara hayupo. Sasa hivi nyinyi mwezi kufunguka akili mkakaa mkatuliza ubongo wenu mkajiuliza haya ni mambo gani? Unaponyima watu kwanza maji, ina maana nato waue na kiu kabisa, wafe. Tanzania ni ya kukaa miezi na miezi bila maji ya kunywa? Watu hawana maji, wanaishije bila maji eh? Alafu bila aibu, watu mnakuwa mna, mna comment nyoko nyokonyokonyoko, nyoko, nyoko, nyoko, nyoko, nyoko. Eh? Haya mabilioni na mabilioni ambayo analipa wasanii analipa watu tu, just kuna watu wanalipwa kuwa naenda kukomenti tu kukomenti e, ujinga kwenye peji za watu wanalipwa pesa. Sasa hizo pesa zote wanalipwa wasanii, watu maarufu, ili wamwongelee tu rais, hizo pesa zote kwa nini zisiende kwenye idara ya maji eh? ambao ndio wizara ya nishati na madini. Kwa nini idara ya maji? Kama ni tatizo ni pesa, kwa nini hizo pesa wanazoharibu kulipa wasanii kufanya nini, kwenda huku, kwenda huku, kwenda huku, wasiwekeze kwenye maji, watu wakapata huduma ya maji? Wai why, why, why, why? kwa nini eh? alafu unaona watu tu nyoko nyoko nyokonyokonyoko nyoko. Guys. That's why watu wakiwambia wana haki ya kuandamana, mjue kweli watu wana haki ya kuandamana. Kwa hiyo kitu ambacho nachowaambia, maandamano yanakuja, maandamano ni endelevu. Kuanzia Jumatatu kuna maandamano mpaka tarehe ishirini na tano, kuna maandamano inaenda mpaka Januari, maandamano ya nonstop. Guys, nchi napoelekea nchi, hey, hey. pesa zilizo okay, kauza bandari, kauza vitu vingi kauza. Sasa hivi kuna mgodi fulani ule mgodi unaitwaje, ambao nao uliuzwa umeshauzwa tayari. Huo umeuzwa kabisa. Unauzaje kwanza mgodi wa, wa nchi? Hizo pesa zote waya hajawekeza kwenye maji, kwa nini? Maji ni uhai, binadamu napomwacha aishi bila kunywa maji ataishije? Ina maana anazidi kuua watu, guys, akili mkichwa.